Kisa cha hivi majuzi, mshukuru mmoja alivamia boma na kuwakatakata ng'ombe wawili kabla ya kwenda mafichoni. Wakazi hao wamelalamikia utepetevu wa maafisa wa polisi wa kituo cha Showground ambao wanasemekana kuchelewa sana wanapohitajika kwa dharura. Kamlenga yeye tena na tochi yeye, akaenda na kiwa nimeona, nikamwambia kwani wewe ulikuwa unafunja stoo yangu ukitafutanga nini? nikafikiria ameenda na akapitia kwa kwa bomu ya ng'ombe. Amekata kata mang'ombe hapa. Amekata ng'ombe akienda. Sasa ng'ombe iko maututi. Sasa mimi nalia, sijui tutafanya namna gani? Security ni mbaya hapa. Na hii kitu ndio imekuwa masoeo, na si watoto wa mbali, ni watoto wa majirani yetu hmm. Na ni watoto wenye wamesoea wakifanya kitendo, hata wanatutishia kama vile, hata watoto ukituma kwa duka wananyang'anywa pesa mama ukienda unashikwa kwa njia, unanyang'anywa simu. Tunaomba hiyo Showground ifungwe, station ikue huko juu. Station ya Showground hakuna mwelekeo yeyote, usaidishi hakuna. Hivi karibuni tumekuwa na shida ya insecurity hapa Showground, na sisi kama village elders pia wakati mwingine tunashindwa ku undertake some issues kwa sababu ile support kutoka kwa maaskari iko chini sana hapa. Security iko mbaya mbaya kabisa. Hata askari mukiita wakuje, ukiwa na jambo ukiwaita wakuje, ngawaje wako karibu. Ni pombe sana ndio wanafuata, lakini kitu kama hiyo ana, tumeitana kuanzia asubuhi hawajafika, ndio saa hii ndio wanaingia. Hii ng'ombe itashonwa saa ngapi? Kama wangesema wanakuja saa nane, saa nane hiyo, hii ng'ombe ingeshonwa saa ngapi? Hasa security hapa ni mbaya. Shock round mubadilisha askari wengine wakuja, wafungwa.